Mtazamaji wa Mnyasa Media, ninaungana hapa na Mtanzania anayeishi Ujerumani. Alifunga safari mpaka eh, Tanzania kushuhudia kabumbu ya Simba dhidi ya RS Berkane fainali, lakini kwa bahati mbaya matokeo ya mchezo yamekuwa ya kikatili. Simba wameshindwa kuchukua ubingwa, hatimaye RS Berkane jana ametangazwa eh, kuwa bingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Mzangu shikamona, poleni kwa matokeo yaliyojitokeza jana. Marhaba, jana mwenzangu Unajisikiaje sasa? Safari yako haijawa njema, maana kombe mmelikosa na Simba. Ndio, uh, jumla ya matokeo mm, kwa sababu unajua unapotafuta lazima ukubali matokeo, kuna kupata na na kukosa mm. Lakini ki kiutaalamu, mm, nafikiri mimi nilizungumza kipindi kirefu na nazidi mm, kuzungumza kila siku nafikiri interview yangu ya mwisho nilikwambia, mm. Watanzania tunatakiwa tuwe kitu kimoja mm. nasiritiza tena for the next time, tujaribu kuwa kitu kimoja, ndio tutaweza kupata ukombozi wa kuchukua makombe ya, ya Champions League na pamoja na haya ya CAF, otherwise tutakwenda hivi kila siku tu tunagombana. Fika robo finali, nusu finali ndio hivyo hmm. ndio hivyo. unataka Simba na Yanga waungane kwenye michezo ya kimataifa, maanake waweke undugu wanapoelekea kwenye michuano hiyo, so lazima waungane Simba na Yanga. mimi nazungumzia ujumla hmm. mashabiki hmm. na wadau wa mpira hmm. wao lengo lao moja hmm. wanapofanya media zao hmm. kwenye maofisi yao Mm. wazungumze kitu kimoja chenye uwiano wa, wa wa nchi yao, kwa sababu najaribu kuwaambia kila siku, wenzetu inapokuwa mechi za kimataifa wanakuwa na kitu kimoja, wanaungana mm, wanahakikisha mpaka ule ushindi unapatikana na umoja na kombe linapatikana, lakini sasa sisi wa Tanzania hatuna. Ndio hapa tunapofeli tuanze kuangalia maamuzi ya referee yeah. laia wa Mauritania, nchi karibu sana na Morocco. Unadhani shirikisho la mpira miguu Afrika CAF wamefanya maamuzi sahihi kumteua eh mwamuzi aliyewafanyia ubaya Young Africans kwenye hatua ya robo finali dhidi ya Mamelodi, goli la Stefan Azikiri likataliwa na referee huyo huyo ambaye jana amechezesha mchezo dhidi ya Simba nchi jirani dhidi ya Moroko anachezesha fainali dhidi ya Simba. Je, Kafu alifanya sahihi kumteua mwamuzi huyo? Uh, refari haijalishi wapi anapotoka mm. najua kitu kikubwa wale wana wana, wana tabaka zao zinalingana mm. kilugha mm. tabia mm. kwa hivyo wenzetu Mm. wana kitu ndo, ndo nachokizungumza kila kati mm. tuwe kitu kimoja mm. yule amewasapoti mm. wenzao kwa sababu wana-wana wanalingana wana mm. na zile lugha ki jamii ya japo ni nchi sio moja, lakini ni majirani mm. kwa hivyo, amewapa ama advantage nyingi sana wachezaji wa Moroko mm. na wamefanikiwa. Wamefanikiwa wamefanikiwa tena kwa kiwango kikubwa sana. Kadi nyekundu aliyopewa Yusuf Kagoma, kiungo hmm. wa Simba mkabaji, ilikuwa ni sahihi ama mihemko ya referee ama wengine wanasema maagizo kutoka juu? Yale kiufupi sem eh, muhemko na presha ilikuwa ishamzidi referee. Na apoona wale Waarabu washa-kutwa wa, wako wa, wa, nyuma yake ndo akaamua kusikiliza kwenye makao makuu, lakini kisheria ilikuwa yeye kama yeye refa refari, aende tena akarivyu akarivyu na kuangalia, je ni sahihi alichoambiwa kwa njia ya, ya radio call au ni sahihi kwenye, kwenye VR lakini sasa ndo ameshindikana na akawapa advantage eh, kubwa sana moroko me ndio ipo tena. Matokeo yamekuwa ya kuumiza ya sana kwa mashabiki wa Simba. Walitegemea pengine safari hii waandike historia mpya ya timu yao kuchukua kikombe cha Afrika kwa mara ya kwanza. Waliingia fainali mwaka 93 walikosa, wakafungwa nyumbani goli mbili. Safari hii imekuwa tofauti, ugenini wamefungwa mbili, nyumbani moja moja. Nini Simba wafanye kwenye michuano ijayo ya kombe la shirikisho au kombe la klabu bingwa, maana safari hiyo atashiriki kombe kubwa la klabu bingwa barani Afrika la kwanza. Ndugu yangu mwandishi habari, mm. naomba kuweka wupu sawa kidogo eh. Wapenzi wote pamoja na wachezaji mm. hawajaumia, mm. kukosa kombe, mm. unafahamu, mm. walochoumia wao mashabiki, benchi eh, la ufundi pamoja na makatibu wote kwa mm. Simba mm. ni kuwa referee hajakuwa iko sahihi, ndo mm. kitu kilichowaumiza watu unafahamu mm. lakini kukosa kombe ni ule, ni mpira lakini mm. alikuwa afanye kitu kinachoitwa fair fair player fair player. Sasa referee referee haku, hakuitendea haki hakuitendea haki, kwa hivyo ni hapo ndo maana Eh, wapenzi wa madau wameumia wame sana kwa kusema kweli, wameumia sana sana, hata na mimi mwenyewe, wewe mwenyewe umeumia, nimeumia. Safari ya Ujerumani mpaka Tanzania, kombe linachukuliwa na mgeni RS Berkane, lakini refa anatajwa kama mchokozi alieleta chokochoko kuifanya Simba ikose kombe la shirikisho barani Afrika. i kweli ndo ashakuwa mm. iliobakia tuusema, alhamdulillahi rabbil alamin mm. kwa hapo tupofikia eh, ni supa baya Hmm. Isipokuwa kikubwa tajiri wetu mo, hmm. mimi, mimi kama mimi namuomba aongeze wachezaji kama watatu, hmm. wa kigeni, hmm. wenye level kubwa waje kuchezea tena pale Simba Sports Club, hmm. yeah, nini unatamani shirikisho la mpira wa miguu a Afrika CAF? Pengine kuna mambo ambayo unayaona yakiwa yakifanyika Ulaya na kulivutia soka la Ulaya kuwa soka bora zaidi duniani kulingana na hiki ambacho kimejitokeza kwenye fainali dhidi ya Simba pamoja na RS Berkane tu... Kiukweli wajaribu kujifunza, wenzetu wameshaendelea hmm. Walikuwa na kasoro kama hizi hmm. lakini wamekaa kitako, kila, kila mwaka ukienda, wanaweka mambo yao sawa, wamejikaribisha. Sasa hivi, kila kitu kiko sawa. Kwa hivyo na sisi tunatakiwa Waafrika vile vile tujikaribishe mm. Tuache uiano na urafiki sisi, natukosti urafiki umekuwa mwingi mm. Ndio inatukuta haya sasa hivi, ndugu umekuwa mwingi, ndio urafiki wenyewe na ndugu ndio mmo <laughs> eh. Ndio inatukuta sasa hivi haya, katika hizi ligi zetu za, za kimataifa eh. yeah. Kwa hali hii sasa ilivyojitokeza, uh, unadhani Simba kuna haja sasa ya kuweka msimamo kuhusiana na uwanja wake mwenyewe Simba, maana wana e, project ama wana mpango kazi e, kwa msimu ujao kuanza kujenga uwanja wao kule Bunju Complex. Pengine hii itasaidia kuondoa figisu dhidi ya e, timu za Kiarabu. Kwa upande wangu, kwa upande wangu, mm. eh, kwa upande wangu nitafurahi sana mm. eh, tajiri Mo mm. pamoja na wadau wengine walio walo jitokeza katika eh, eh, klabu yetu kuunga wajitahidi hmm. wajenge ground yao ya mpira. Ni kushukuru sana na nikutakia kila laheri. Asante sana eh, bila shaka umeumia, lakini eh, ndio mpira wenyewe ulivyo, na matokeo ya kikatili. Waasi wanasema, mimi nashukuru kwanza, nimekuja nimeona ma, ma madhehebu ya hapa kwetu, ushengeraji wa, wa kwetu kiTanzania. Yeah. na insha Allah Mwenyezi Mungu atukijalia mie next week ndi naondoka, na nitakuja tena yingine, kwa mara nyingine kwa uwezo Mwenyezi Mungu, tutapokuwa hai na uzima, insha Allah, shukran sana, okay.